Hello, watu wa Mungu, karibu hapa RFK TV Online katika kipindi cha Sauti ya Faraja. Naitwa Madam Glory Basuta. Kipindi hiki kinakuwa kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa nane kamili mchana. Kama we ni mgeni hapa RFK TV Online, na kuomba usisahau kusubscribe, pia katika video hii comment, like share kwa wengine ili kila mtu apate haya maneno ya faraja. Watu wa Mungu, leo niko na mada inayosema tuwe tunapenda kuwaongelea watoto wetu maneno mazuri au maneno chanya. Watu wa Mungu, koja nianze na hii stori. Kulikuwa na mama mmoja, huyu mama alikuwa analalamika anasema, jamani mimi mwanangu siku hizi amebadilika sana, yaani anafanya vitu vya ajabu ajabu. Yaani huyu mtoto alikuwa anafanya vizuri sana darasani, lakini siku hizi darasani ameshuka yani kwa kiasi kikubwa sana sana sana. Nikamuuliza, je, hayo mabadiliko ulianza kuyaona lini? Akasema, bwana mimi nilipata nafasi ya kwenda kwenye kazi maalum ambayo nilikaa huko miezi mitano, nikiwa nje. Kwa nilimwacha mwanangu akiwa na mtu mwingine kabisa, ambaye alikuwa analea, lakini huyo mtu ni ndugu yangu. Sasa nikasema kwa nini imekuwa hivi? Lakini kumbe yule mtu aliachiwa yule mtoto, yule mtu alikuwa anapenda sana kuongea maneno mabaya kwa yule mtoto. Akifanya kitu kidogo tu, mtoto anamtukana. Kifanya hivi anamsema, ndio maana hauna akili, ndio maana sio upo hivi, maneno mengi mengi na matusi, mbwa wewe, sijui nini, yani vitu vingi sana. Akawa anaongelewa yule mtoto na yule ndugu ambaye aliachiwa kumlea yule mtoto, mama yake alipokuwa amesafiri. Sasa nikamwambia, kutokana na maneno ya huyo ndugu yako, ndio amembadilisha huyo mtoto. Sasa mtu wa Mungu unatakiwa ufanye uombe toba uombe msamaha uombe rehema kwa Mungu ili aweze kumrudisha mtoto wako kama alivyokuwa zamani. Kwa somo hili tunasema tupende kuwaongelea watoto tu wetu maneno mazuri, maneno chanya, kwa sababu maneno chanya unapoongea kwa mtoto wako, ndipo ambapo unaendeleza kuweka baraka juu ya huyo mtoto wako. Lakini unapokuwa unamtukana, unapokuwa mnamwongelea maneno ya ajabu kwa wewe, hauwezi sio wewe mjinga, sio hauna akili ni kweli, unamfanya yule mtoto anakuwa hana akili. Kama huyo mtoto alikuwa anafanya vizuri sana darasani, lakini baada tu ya kuwa na kuongelewa maneno mabaya na yule ndugu, tabia yake ikabadilika, akawa tena hana akili, akawa tena sio mtoto mzuri, akawa tena anafanya vitu vya ajabu vingi vingi sana mpaka mama yake aliporudi akavigundua. Basi kutokana na hili nakusii sana wewe kama mzazi, wewe kama mlezi ambayo unalea mtoto yoyote, usipende kuongea maneno ambayo ni negative, maneno ambayo hasi kwa watoto. Unapoongea hayo maneno, maneno yanajengeka, yanakuwa kama ambavyo unafanya. Utakutana na wazazi wengine wa mama, yani mimi nachukuliaga sana, anamwita kabisa mtoto wake mbwa. Wewe hivi unavyomwita yule mbwa, kwa maana kwa hiyo wewe ni mama mbwa. Kwa hiyo wewe ni mama ambaye ni mbwa ndio umezaa mbwa. Kwa hiyo watu wa Mungu, hebu tupende kuongelea watoto wetu maneno mazuri ambayo yatapelekea wao kuwa watu wazuri ambayo yatapelekea ustawi wao kuwa mzuri katika maisha yao. Unapoongea maneno mabaya, unapoongea matusi, unapoongea vitu ambavyo ni vibaya vinampelekea yule mtoto kuwa kama hivyo unaosema. Kwa kuanzia sasa, hebu tuanze kuongea maneno mazuri kwa watoto wetu. Mwambie mtoto wako, huyu ni mzuri sana, una akili, unafanya kazi kwa bidii, unafaulu darasani, yaani mwanangu wewe una tabia njema, yaani mwanangu wewe uko vizuri vizuri vizuri. Unavyomjengea vile maneno, naye mwenyewe anajifiri vizuri, ndipo ambapo na Roho wa Mungu anazidi kumbariki na kumfanya hivyo ambavyo wewe unamwongelea watu. Wa maisha ni ya kiroho zaidi, tunayofanya kwa mwili tujue kuwa katika ulimwengu wa roho pia yanafanyika hivyo hivyo. Kwa hiyo tusiache kuwaongelea watoto tu wetu maneno mazuri. Asanteni sana, ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja na kuomba usisahau kusubscribe kucomenti kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Lakini kumbuka pia, kipindi hiki kinakuwa kila siku za jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili kichana. Karibuni sana na asanteni sana. Mungu anatupenda.